Kwa majina yanaitwa Hamim Kilahama, ni mratibu wa mbio wa Great Ruaha Marathon, mbio ambayo imepangwa kufanyika tarehe tano mwezi wa saba Aa, mwaka huu kule kwenye hifadhi yetu pendwa Ruaha pale Ibuguziwa Darajani. Mpaka sasa maandalizi yanaendelea vizuri Aa, watu wanaendelea kujitokeza kujiandikisha. Wafanyakazi wa taasisi mbalimbali na makampuni kutoka ndani na nje ya Iringa wanaendelea kujiandikisha mpaka sasa hivi kwenye system yetu watu ambao wameshajiandikisha wako takriban mia mbili na hamsini lakini tunatarajia kwamba kuna taasisi ambazo zinakuja kuandikisha watu kwa groups ambazo expectations mpaka sasa hivi ambao wameconfirm ni karibu zaidi ya mia mbili ambao kuanzia leo watakuwa wanakuja pale kwenye banda letu kwa ajili ya, ku, ya kujiandikisha. Kwa hiyo maandalizi kwa ujumla wake yanaendelea vizuri, watu wamehamasika. Tuna imani kubwa mpaka kufikia tarehe ya mwisho ambayo ni tarehe tatu e, tutakuwa e, matarajio yetu aidha yamefikia asilimia themanini au yametimia kabisa kwa ile namba ambayo tulikuwa tunatarajia kuwa nao katika mbio ambayo itafanyika hiyo tarehe tano. Kama mnavyofahamu pia, mgeni rasmi Mheshimiwa Majaliwa Kasim Majaliwa ambaye ni waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mbunge pia na yeye tayari Uh, anajiandaa kushiriki kwenye mbio hizi kwa maana atakuwepo, atakuwa na sisi, lakini pia tutakuwa na wageni wengine. Kwa mfano, atakuwepo mkurugenzi mkazi wa Benki ya Dunia pamoja na mkurugenzi mkazi wa UNDP, eh, mheshimiwa Mchechu eh, waziri wa mali asili na utalii, uh, na wageni wengine ambao tayari wamesha confirm na wameshajiandikisha kwa ajili ya kushiriki kwenye mbio hii ya Great Ruaha Marathon msimu wa 2025 mbio hii mwaka huu zina kategori tano. Kategori ya kwanza ni kilomita tano, kilomita kumi na kilomita ishirini na moja ambayo ni half marathon. Lakini mbali na hiyo, tumeweka pia kilomita tano za kutembea ambayo inaitwa walking safari pamoja na sports fishing kwa wale ambao wanataka kuvua samaki. Hivyo ndo nasema vinyongeza ambavyo tumeviweka kwa mbio ya mwaka huu. Kwa hiyo wale ambao wamejiandikisha kufanya walking safari pamoja na sports fishing wao watafanya siku ya Ijumaa ambayo ni tarehe nne. Lakini pia tunawaomba watu wote ambao uh, wanataka kushiriki mbio hii wasafiri siku ya Ijumaa ili walale ndani kule hifadhini kwa ajili ya kuamkia asubuhi saa kumi na mbili kwa ajili ya kuanza mbio. Kwa wale ambao wamejiandikisha kufanya ile safari walking pamoja na Uh, sports fishing, wale inatakiwa waondoke eidha asubuhi ya Ijumaa au ikiwezekana tarehe tatu kwa ajili ya kushiriki hizo kategori mbili ambazo zitafanyika siku ya Ijumaa. Lengo la mbio hii kwanza kabisa ni kupromoti utalii wa kusini kwa maana ya nyanda za juu kusini, lakini na vivutio vinavyopatikana kwenye hifadhi yetu pendwa ya Ruaha. Hiyo namba moja. Namba mbili ni kuhamasisha jamii kutunza vyanzo vya, vya maji vya Mto Ruaha kama mnavyofahamu mto wetu ni mto ambao unagawa maji katika uh, maeneo mengi hapa Tanzania, lakini pia kwa binadamu na kwa wanyama. Kwa hiyo uh, tunahamasisha jamii hasa wale wanaoishi kwenye kando ya mto waweze kuhifadhi vyanzo vya mto ili maji yasikauke, eh, wanyama wetu waweze kupata sehemu ya kuburudishwa na kuogelea na kunywa, lakini na sisi pia tuweze kuyatumia vizuri uh, kulingana na utaratibu na na maelekezo kama yanavyotolewa na wahusika kabisa wa hilo bonde au huo mto wa Ruaha.